Unasema umeokoka na huwezi penda mtu hata abii huwezi kumpenda, tumeokoka tutapata shida sana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninapozungumza hizi sifa za upendo, maanake hapo chini tunapoendelea, hizi ni sifa za upendo, maana tulianzia upendo kule mbali. Sasa tunaangalia characteristics ama tabia za upendo: hajivuni, huvumilia eh, hana kiburi, hatabakai. Huyo ni mpendo ikiwa ndani ya mtu lakini kwa sababu hatupendi hizo tabia za kujivuna, kutakabali, sijui kutokuvumilia, kutokufadhili, tunakuwa nazo. Hata kama una kitu kikubwa kizuri, unaweza kalia huyu kwa sababu huna upendo mwini. Nakwambia, ukimpatia utabaki na nini? So ni lazima watu wa Mungu tuangalie, ili tuwe wana wa baba yetu aliye mbinguni, tunapendana sisi kwa sisi na hatupendi yule mtu aliye mzuri tunapenda mpaka yule ambaye hastahili kupendwa. Kwa sababu gani? Mungu alitupenda tukiwa hivyo, na mpaka leo anatupenda. Nasikia kila tukifanya makosa tunakuja, hatusamehe kwa sababu ya upendo wake. Halafu leo wewe, kuna mtu muongeleshi leo wewe, kuna mtu ukimwona ulali usingizi. Leo wewe we. Kuna mtu kisikia amefaulu unajikuta kichwa, nilitaka aangamie. Wacha nikwambie: Ukitaka mtu aangamie, huyo mtu ndiye atapaa. Ukitaka mtu afe, huyo mtu ataini. Wale waisi wamesumbua dunia hii, na watu wabaya. Kila siku wanaombewa maana ni waisi wangekufa. Wanakufaga. Chungulia uone mpaka siku yake ifike. Hmm. Lakini mtu ambaye anapendwa tunampenda fulani, unasikia una eh. Sasa kuna mambo ya kujifunza hapa, lazima tuelewe hii. Haleluya! upendo upendo, huvumilia huiiatuwazi tu, tu, hapo upendo huvumilia, upendo ufaili, upendo haurusudu, upendo hautakabari, upendo mpaka hapo? Sasa wewe niko na tabia gani? Una moja hizi ama sina hata moja? Kama huna, unaanza kutafuta. Kama una mbili hauna tatu, unaanza kutafuta hizo tatu. Kama huna kabisa, unamwambia Mungu niokoe mara tena, eh, unipe upendo, yaani akae ndani yako, maana yeye si upendo. Wewe si kitu. Wanaweza wasijue. Tumejionea mambo. Mtu anakusonga maana anakufa nakusukuma, ana anakufunguza, alafu anaenda anasema, nitahakikisha huyu mtu atarudi kilabuni kukunywa pombe, na nimtumishi wa Mungu. <tikin> <tikin> Nikasukuma, lakini nilikuwa nimeokoka, nimefundisha hiyo kanisa mpaka leo, wala watu wako kule wanafanya huduma, wapitia mikononi wangu, mpaka sasa hivi nimefundisha, sijafanya vibaya hata kidogo, lakini hataki kuona nikiendelea akanifukuza. Nikakuja tukakaa na kinajoana miaka moja, mbili, tatu, nne, nikaona hapana, huyu mtu alinifukuza na ajanifata mi ndamfata, maana hii mbingu siyo yangu na sio yake. Nikamwambie anisamee na aniambie makosa yangu ile nilifanya, maana ya kunifukuza. Kwa nini, nini kilikuwa kinanisukuma kwenda kumtafuta? Sema upendo. Na upendo ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo Mungu alikuwa ananiambia, na kweli nikaenda na tukakaa kikao na tukamaliza. Na tulipomaliza Mungu akaendelea kuniinua. Mtu anatakiwa kwenda kwenda kukua kilabuni akunywe pombe kileti ngapi tatu, kwa siku tatu, na naongezea na vodka hivinavyoniona tatu kwa siku. Kile kitatu ipige mkono, aicheki tatu. Na na mtu mlevi ya kugojwa kigonjwa, umeshaji kuna ushaji wote sio mtu mlevi ya kubaki na akiugua ataenda. Maanake hiyo kitu tunakula ni chungu. Kuna kugua hapo, kuna kugua mgonjwa. Mimi nilikuja kuwa mgonjwa nimeacha pombe nimeokoka. Ndio nikakuwa mgonjwa wa malaria. Malaria nilipelekwa moyoni. Yaani, nikikuzwa na kitu namna hii hivi napiga woo, kubebwa na pikipiki ilikuwa ni kelele, nilipelekwa hospitali nimeacha tahwa unawekwa mpaka mwili naanza kusema juu, ni kama gari inatembea kasabb. so, upendo huu nakufundisha uelewe upendo. Ukishika upendo utakuwa umemshika nani? Mungu, na utawapenda wale wanaokupenda. Maana maandiko inasema mkiwapenda wale wanaopenda mtapata thawabu gani? Hakuna. Nadiyo naishi mpaka sasa. Huyo jamaa alikuwa na ananiambia anaenda kukurudi kilabuni huyo aliposikia ninafanywa kuwa hmm? Akaalikwa hakukuja, akatuma spy kuja hakikishe kama ni kweli, kwa sababu bado ile kitu amesema kitu sana kama mzuri sana, takataka zitoke you should have a problem. Mimi siko kwake, mimi nimeshakuwa na kanisa, mimi naendelea. Tulimalizana msamaha, mimi nimeendelea shule zangu, lakini yeye ya ndani yake anataka tukuona downfall ya maisha maishay badala ya kuona downfall ya maisha yangu, anaona mtu anaenda juu. Juu. Akatuma na hiyo jamaa akapeleka ripoti. Jamaa amefanya ukweli. Na mpaka leo niko. Nasema sio kufanya tu, si kufanya na watu, ni fanya na nani? Na hii shughuli. Kwa hiyo mimi nataka uwe na upendo, utengeneze barabara yako, anayekuonea mapaya akose nafaka. E, kama ningeingia na mimi nianze kumchukia nianze kumnena, leo nisingelikuwa hapa, maana ningefunga barabara zangu zote. Lakini leo wanasikia ako na kanisa Darara, ako na kanisa maili tatu, ako na kanisa Chokaa, ako na kanisa Taveta, hata ako na nyingine kwa Tanzania. Wote wanaanza kushika vichwa kwa namna hii, kama tungejua huyu mtu hatungemwacha aende. Utajua kitu ni kizuri wakati kimekuwa. Tuacheni hivyo, tupende watu

Wengine naona amezaekea kwa madhabahu akisimama anasema haleluya. Hataki kuacha. Mimi nataka niache haraka iwezekanavyo. Haleluya. Lakini kabla sijaacha lazima Bwana atazungumza kitu na atafanya kitu. Na wewe nishikilize, ukipenda watu, umejitengenezea barabara. Yule mchawi amepakana na wewe, shamba anaoga shamba yako usiku na mchana, wakati utakuwa umempenda na umuombee uchai wake, utakuwa unarudi huko kwake kizaa vitu anakuja mpaka anaangalia mm. Sasa kwa hasira, na wewe una hasira. Lakini angalia ukimchukia huyo mtu umechukia mwenyewe. Usipompenda, umekikataa mwenyewe. Yeye anaendelea na shughuli zake. Kwa hiyo ni vizuri kila mtu ajue mafanikio yetu wakati mwingine hayako kwenye akili zetu na ufahamu wetu, mafanikio yetu yako katika neno la Mungu na neno la Mungu linasema Tupendane sisi kwa sisi kama Mungu alivyotupenda sisi. Na kama hatufanyi hivyo basi sisi si kitu. Sisi si kitu. Na kana mwanamke unamwona kama kinyago, acha niku. Na kana mwanamume unamwona kama kinyago, acha dada. Eh, muone ni mtu hata kama amepungukiwa; wewe ndio unamlisha, mlisha vizuri. Kama unakaa mshahara, unajitengenezea njia. Nimekulisha siku nyingi ningi. Enee we, mwanaume gani sio hivyo? Tuna upendo, upendo, upendo ufadhili. Ufadhili na upendo uvumilia. Upendo utamfadhili utafadhilika kadhaa na baadaye utaona matokeo ya kufadhili kwako kwa. Haleluya. Shindwa kufadhili uone kuna kitu kitaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mstari wa tano umebeba mambo kadhaa, mstari wa tano umebeba mambo kadhaa, na mimi ningeomba tuangalie hata kama ni moja ama ni mawili alafu tutakuja kumalizia moja ama mawili. Kile nasema eh, kupenda sio kupenda mahali kuna mkate, tunapenda mpaka mahali hakuna chocho, eh, hakuna kitu kinatoka, lakini unapenda huyo mtu. Wengine ni wapinzani, nawaona hapa wapinzani

Tunakaa kama nakaa kama hapa, tuko tunajua naga, tunasalimia naga tu. Haleluya, haleluya. Sina shida na wewe, lakini tabia yako sita tazama. Ni ukawa na mtu anaongea mafi mafi mwezi mzima, wewe usiongee mafi, inawezekana au? Oh, utapanda hiyo mbegu. Uh, sio ni vizuri tujue upendo na nini. Pia katika mstari wa tano kuna mambo kadhaa yamebeba hapo, kama sita, lakini hebu tuangalie hii ya kwanza kabisa, upendo haukosi kuwa na nini? Upendo haukosi kuwa unajua, inaandikwa hivyo, lakini ni continuation. Mama, vipi? Unaiona inasema hivyo? Inasema haukosi kuwa na adabu, haukosi kuwa na adabu, lakini ni continuation hiyo, mstari ndio inaendelea. Upendo haukosi kuwa na adabu. Hebu tusikie mkamba anasema. Haya, soma Kiingereza wakati anaanda, it is not rude. Upendo sio rude. Rude kukosa adabu, unaongea tu vile unataka. Rude, rude, rude kikawa imepotea unaandika, unakuta. Haya, yaani upendo haifanyi jambo ambalo halifai kwa mtu yoyote, kwa mkubwa, kwa mdogo, kwa mtu asiye na macho kwa mtu anayeona, upendo haufanyi jambo lisilo fa. Maana upe, upendo ina kitu kinaitwa adabu. Adabu, adabu ni kwamba huwezi ukaharibu mtu mwingine. Lakini mtu ambaye hana upendo wa kiungu anamwangalia mtu, anaona mtu anaweza kumfanyia kitu kwa sababu ya faida yake, anamfanyia jambo, hana upendo sasa. So, upendo haifanyi jambo lisilo fa. Huwezi kuwa na upendo halafu ukafanya hiyo isiyofaa. Tunajua uko na upendo. Kama una upendo, maana upendo haifanyi jambo lisilofaa. Tunaweza tukakosea tu kama wanadamu, lakini tukikosea tunajirudi, tunajua. Lakini upendo haifanyi jambo lisilofaa. Kwa hiyo wakati wote unakuta mtu amefanyia mtu mwenzake jambo lisilofaa. Kitu cha kwanza tunaona ni nini? amekosa nini? Upendo. Upendo. Kwa hiyo tukiwa na upendo hatutawafanyia watu wazima watu yoyote ile jambo lisilofaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Eh, mana tumeona makanisa yapo, watumishi wako, wachungaji wapo, lakini huyo huyo anaitwa mtumishi mchungaji ndiye anayemchukua mke wa mtu mwingine, anachukua binti ya mtu mwingine, anafanya jambo ambalo halifai, na bado anamuombea tena na anamwombea koa na amani. Eh, kwa sababu hana upendo, maana upendo ufanyaji hivyo <laughs> haleluya yeah. Eh, upendo ifanyaji hivyo, ekuta mtu amefanya kitu kama hicho, amepungukiwa na upendo, maana upendo haukosi kuwa na adabu. Sasa ah! unaweza kuanalizi adabu ni nini Play. adabu ni nini? Uandike mambo yote ya adabu, halafu ujiangalie, ujiulize, je, nini

kosa <laughs> ni maneno ambayo yamejificha, lakini sasa tunaona mtu, upendo umebeba kitu ambacho ni cha maana sana. Maana mtu mwenye upendo hakosi kuwa na adabu, na kwa hivyo mtu asiye na upendo hana adabu, hana adabu. Hata mtoto mdogo anakosa upendo, hana adabu, hana adabu, anaongea tu vile anataka na baba yake mama yake bibi ama nani. Lakini tukiwa na hii na hiyo neno la upendo, tutakuwa na adabu ambayo automatically inatokana na shina upendo. Kwa hautatafuta uwe na hii adabu bali adabu itakuweko ndani yako maana iko kwenye shina ambalo ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mnaelewa kile tunasema ama mnasema tu amen hapa? Waende, wewe unashika upendo. Bwana hmm, Yesu asifiwe. Amen. Yaani kuokoka ni mlima, yaani tunapata mlima. Wacha wale watu walimba kata, tambarare Kwa Yesu tambarare, Tambarare Kwa Yesu tambarare, tambarare, kwa Yesu, tambarare, oh, tambarare Kwa Yesu tambarare, Tambarare Kwa Yesu wakuna milima hawa jamaa, wapi mafu? <laughs> Maana kama kuna milima ni wapi? <laughs> Ni hapa. Maana mili inataka kwenda hivi, Na roho inataka kwenda namna mna gani? Na inasemekana tuongoze na roho. <coughs>